Nataka utupe tathmini ya kile ulichokiona kama shabiki wa klabu ya Yanga na ushindi wa leo. Uh, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata alama tatu japo mm -hmm. uh, game ilikuwa ngumu mwanzoni kwenye game plan uh, cost walikuja na plani ambayo mm -hmm. walikuwa wanataka kutafuta hata sana baadaye, e walipofungwa goli moja wakaufanya mchezo kwa board, kwa maana kwamba kwamba walikuwa hawataka kuruhusu kuonekana wamefungwa magoli mengi mm -hmm. kwa hiyo ile namna ambavyo walikuwa wanacheza Walikuwa wataki kucheza kabisa, wana waste time, wanalala mpira, ukitoka wa ukimbili tunaukimbilia sisi, kitu ambacho kwangu mimi, kwenye mpira, washabiki wanalipa viingilio, tupewe heshima yetu kidogo tunapokuja uwanjani. Timu pinzani mnaocheza na Yanga, waonyesheni hata kidogo nye kucheza, sio lazima tuseme kwamba mfunguke, atuwalazimishi kufunguka kwa sababu sio rahisi kufunguka unapocheza na Yanga, lakini kuna namna ambavyo unapaswa kucheza. Uh, mashabiki wakaenjoy boli kuliko kugalagala kuliko kutupa ku, mpira nje bila sababu za msingi. Kwa hiyo Yanga alikuja na game fulani nzuri mwalimu hususan kwenye eneo la midfield alipoanza na Alidi Aucho na Duki Abuya. Watu wote mnajua kwamba zile midfield ni midfield bora kwelikweli kwenye nchi. Na uh, hakuna timu yoyote ya ligi kuu inaweza kuhimili mikiki ya midfield zile haswa ambapo ukuta umekamilika na forward line ya Young Africans ilipokuwa imekamilika. Kwa hiyo walioharibu mchezo ni Coast Union wakiongozwa na goalkeeper na mabeki wake, kwamba wanatupa mpira nje bila sababu za msingi. Lakini sisi kwetu wanaYanga, tunashukuru Mwenyezi Mungu kupata alama hizi tatu. Sasa hivi tunajiandaa na mchezo wa Azamu ambao ni wa kisasi kwelikweli, mm -hmm. uh, mashabiki wa Young Africans leo, mashati day imeisha na tumeimaliza. Sasa tunapaswa kuongeza nguvu, tunatakiwa tuongeze hamasa, twende tukawashangilia wachezaji wetu kwenye mchezo unaofuatia. Azam. Tunajua Azam aam kufungwa mchezo uh, na Singida Black Star. Na leo tumeona baadhi ya wachezaji wetu ambao kama taarifa zitakuja rasmi Khalid Aucho atakuwa sawasawa uh, na hata kama atakuwa hayupo sawasawa, basi mashabiki wa Yanga tunapaswa kwenda kuongeza nguvu sana kwenye huo mchezo wa Azam ambao sisi kwetu ndio utakuwa mchezo wetu utakaoamua ubingwa msimu huu. Ili siwafichi, kwa namna mechi zilizobaki Tukimuina Azam tutakuwa tumewina kikombe cha ligi kuu Tanzania Bara msimu huu. Azam akifungwa, Shekh wewe andika Yanga bingwa sh, kwa sababu ukombeleni vitakuwa vimebaki vitimu kamkumbe, kamkumbe. Ampaka sasa hivi nikiona timu shindani kwenye ligi kuu ilikuwa ni Singida Black Stars na Azam FC. Singida tushamalizana nao nje ndani, game iliobaki ni Azam Aa, makoro nani hao wote, tushamalizana nao ligi huko, tushamaliza nje ndani, tushamaliza Simba, tushacheza mechi zote mbili uh, nani mwingine unaweza kumhesabia hapo kwenye Simba mechi ya pili. Sasa hapo tushacheza ligi kuu mechi ya hey, Simba tushacheza nje, hey, nje. Simamisha maongezi. Simamisha Umla. Hii ni Yanga Africans na mimi ni fumahu na hii ni tuzo. Hii ni nini? Tuzo. Hii ni nini? Tuzo. Hii ni nini? Kaka, hii tuzo. Lazima mtu ajivunie alichopata kama Yanga anavyojivunia maushindi yake. Kaka, mimi hii sikupewa. Alafu, kaka, hii tuzo mimi nahusika 100%. Mtu wa kwanza anahusika. Subiri, subiri yani, nikiacha subiri, sema natoka nyumbani, namwaga mama, naambia mama mimi naenda kwenye na mashindano naambia sawa, lakini ah. Mtu wa pili kukutana naye ni alikuwa Godi Kimara.

Nitakia mema, nimeenda pale, namtumia ile video ya ushindi, naambia brother, mimi siamini kwao. Nikamwambia wewe amini ndugu. Alafu watu watu, mimi mimi mimi mimi, napenda kujionyesha kujionyesha kujionyesha kujionyesha, bro, sipendi sipendi, unapata kitu hivi hivi, eh, post kabisa naamia msik sh nd kih post, sitaki waandishi mimi sipendi, man zakaha

mechi nimewambiani nime mechi za ligi kuu mimi nakimbia, unaondoka. Haya kaka, jamani, mechi za ligi kuu zilizobaki ambazo Young Africans tunasema zingine tumeshamaliza, hmm. E, mechi ngumu zilikuwepo kati ya Yanga na Singida Black Star, Yanga na Fountain Gate zote mbili tushacheza. Simba na Yanga dabi, mechi zote mbili tushacheza cheza. Uh, mechi nyingine iliyobaki, labda mechi imebaki, labda nyingine unaweza ukasema tunaenda kucheza mkoani Manyara, tuna mechi na Manyara tarehe 20, nadhani kwa hiyo na, na Fountain Gate hiyo ndio mechi ambayo tunaweza tukasema zinaenda kutoa macho na hii Azam ya kesho kutwa. Kwa wana Yanga wenzangu kokote uliko duniani kwa sasa, jua tuna mchezo na Azam wa, si wa kisasi ambao sisi Yanga Africans tulipoteza mchezo wa kwanza, na tunahitaji kurudisha kisasi kwa Azam kama ambavyo tumerudisha kisasi kwa Tabora, mechi dume kabisa kaka. Hiyo mechi na wenyewe wanajua, kwa sababu ule uwanja sisi tunaujua, tuliondoka kwenye ule uwanja kaka, tunajua kama tuna mechi ngumu Azam, kitu pekee ambacho mnatakuwa mjue, tunakuja tukiwa wababe, hatujikuja kuwa wanyonge. Tunakuja kwa sababu tunajua tulipoteza mechi na nyinyi, lakini namna ambavyo tulipoteza mechi tunaelewa, kulikuwa na mazingira ya redi kadi, kulikuwa na mazingira ya namna wachezaji wetu muhimu wengine hawakuwemo kwenye kikosi chetu. Lakini sasa hivi moto mnauona, pakome zuzwa anachukua tuzo ya ngapi ya mechi man of the match ya ngapi? Mnaona kwenye mahesabu yenu. Tunaenda kwenye mchezo wa Azam tukiwa na mtaalamu kweli kweli, na mjue tumejiandaa, tumejikatiti. Kuna lingine jamani, wauni pia wanazeeka usiku haraka, wauni wanaziwekasakatat, kuna shughuli ya kitaifa kaka, wauni pia wanazeeka. Mwamposa ndani Dar es Salaam ndani mkua mkoa wa Tabora ndani inna dani watumishi wa Mungu, mm. Watumishi wa Mungu hapo, mkiwa pamoja na anaitwa mtume wa Mposa, mtume wa Mposa, shehe mkuu wa Dar es Salaam, subiri jaji, chukua Dar es Salaam, si ndio? mm. Jamani, nchi yetu bado kuna wagonjwa wengi kwenye mahospitali wanahitaji dua. Nchi yetu bado kuna mambo mengi ya msingi ya kwenda kuyafanya, mkiachana na hilo jambo la kidunduka kwa heshima mlionayo hmm. Mchungaji Mwamposa hmm. Kwa heshima ulionayo shehe mkuu <muchimu> wa Dar es Salaam hmm. ule stalia? muda ambao mnaenda kuangalia makatuni wakirukaruka ni afadhali mkaenda kwenye mahospitali kwenda kuwaombea dua wagonjwa, yeah, yeah. wakapona likawa jambo kubwa kwelikweli, kuliko hilo tukio ambalo lakamkumbe kamkumbe, ningewaomba wachungaji na mashehe ambao mmealikwa kwenye huo mwaliko, huo sio mwaliko. Kuna wagonjwa ambao watapoteza uhai wao kwa muda huo kwenye mahospitali yetu nchini, nendeni mm. mkawatembelee wagonjwa, litakuwa jambo kubwa kwa Mwenyezi Mungu kuliko hilo. Yani mimi nina imani hiyo kwa Mwenyezi Mungu yeah. na kama ikitokea wakaenda basi, mm. Mwenyezi Mungu awashushie balaa la kipigo kikali, wengine mimi siwatambui wale askari, yupo yani, Sikibuwa, ya, kibuwa, au wengine mimi siwatambui, lakini nawazungumzia hawa wakuu wa imani wawili, mm -hmm. kwa heshima zao mm -hmm. kwa nafasi zao mm -hmm. muda huo wangeenda Mwimbili lingekuwa jambo kubwa kwelikweli. Muda huo wangeenda Amana ingekuwa jambo kubwa kwao. Watu wanatafutwa na wagonjwa, wanawatafuta kwelikweli, wanatamani wapate hata dakika moja. Hiyo dakika kweli unaenda kuitumia kwenye mpira kweli? inna lillahi